Katika maisha huwezi kutambua yupi ni rafiki mwema na yupi ni adui kama hujapitia changamoto ya kukufanya ubaki peke yako na marafiki wote ambao umekuwa ukiwategemea kukuacha peke yako. Leo nimekuletea moja ya simulizi nzuri ambayo itakuvutia sana na kusisimua moyo wako, simulizi ya kijana Shija ambaye alilelewa na bibi na babu baada ya wazazi wake kufariki dunia. Hii ni 17 Plus TV, msimuliaji wako ni mimi Yusufu Msangazi. Mnamo mwaka 2017 katika kijiji cha Seuri, wilaya ya Arumeru, mkoa ni Arusha, kijana mmoja alikuwa anafahamika kwa jina lake Shija, analelewa na babu na bibi yake ambaye hakuwa na wazazi baada ya wazazi wake kufariki, Shija kijana mwenye umri wa miaka 17 aliishi na babu yake Mzee Makame na bibi yake katika kijiji cha Seuri. Wazazi wake walifariki kwenye ajali ya gari alipokuwa na miaka 6 tu. Tangu hapo babu na bibi yake wakawa kila kitu kwake, walimu, walezi, marafiki na familia. Ingawa babu alimlea kwa maadili, Shija alianza kubadilika alipofika umri wa kubalee. Alianza kuvutiwa na maisha marafiki zake Leoni na Stanlioni warika lake, ambao kila jioni walikuwa wanakuja kumpitia ili watoke naye na kwenda kuzunguka huku na huko mtaani, waliopenda kutembea usiku, mziki mkali na mitindo mipya ya maisha. Kila jioni vijana wale walikuwa wanamuita Shija, twende zetu mjini. Babu yake alikuwa apendezwi na hiyo tabia, lakini alijua kuwa akimwambia hatomwelewa, kama walivyo vijana wengine wanavyopevuka. Ndipo akadhamiria kumfundisha kwa vitendo, lakini akumkemea sana. Alijua lazima amfundishe kwa namna ambayo hatosahau. Siku moja babu aliamka asubuhi na kumwambia Shija, Shija, kuanzia leo sitaki kukuona hapa nyumbani kwangu, ondoka, usirudi tena. Shija alijibu kwa upole, babu, kwani nimekosea nini hadi unifukuze? Babu kwa ukali akapaza sauti, nimesema sitaki, ondoka ukatafute pa kuishi. Shija aliumia sana na huku akilia alichukua nguo zake chache na kuondoka. Ndipo akaamua kwenda kwa rafiki yake Stanlioni. Shija akaanza kumwambia Stanlioni Stan Leoni, babu amenifukuza nyumbani bila kosa, naomba nije kukaa kwenu. Stan Leoni sura ilibadilika na akaonyesha kuwa na furaha tena, akamjibu akimwambia, itakuwa ngumu, wazazi wangu hawataruhusu, samani sana. Shija akaondoka na kwenda kwa rafiki yake mwingine Leoni na kumwambia, samani Leoni, babu amenifukuza bila kosa, kwa kuwa umepanga chumba, naomba tukae yote. Leoni aliguna na kumwambia , sasa nitakaaje na wewe wakati una hela? unge ungekuwa na hela ungenisaidia gharama, lakini sasa nikikukaribisha, maana yake mimi ndio nikutunze. Kwa kweli sitoweza. Shija akukata tamaa, akaamua kwenda kwa rafiki yake mwingine wa kike aliyemaliza naye kidato cha nne, ambayo walikuwa wanaelewana sana kipindi wanasoma. Alimwelezea kila kitu. Shija pole sana, ila sasa mimi nitakusaidiaje? Wakati mimi nakaa na wazazi wangu, hata nikiwaomba hawatokubali. Samani, sitoweza kukusaidia. Shija aliendelea kuzunguka nyumba mbalimbali mbali za marafiki zake, lakini kila mahali walikataa kumpokea. Hatimaye alichoka sana, njaa ikiwa inamuuma, akakaa chini ya mti mmojawapo mkubwa pale kijijini kwao. Akiwa pale, ghafla babu akatokea na kumwambia Shija na kupenda sana inuka, twende nyumbani. Shija alishtuka sana kwani hakutegemea kabisa kumwona babu yake. Shija akamuuliza babu, babu, si umenifukuza sasa nije kufanya nini tena? Babu kwa sauti ya upole alimjibu na kumwambia, wewe, twende tu basi. Waliinuka na kurudi nyumbani, huku shija akiwa bado moyo wake mzito sana. Walipofika nyumbani, walimkuta bibi ameandaa chakula kitamu na baada ya kula chakula babu akasema, mjukuu wangu Shija, nakupenda sana, na wewe unajua, nimeamua kukufundisha kwa vitendo kuhusu nani atasimama na wewe unapokuwa una kitu wala faida yoyote kwao. Ulikuwa unadhani una marafiki wengi wanaokupenda, na ukaniona nimepitwa na wakati, kwa kuwa nakukataza kuwa na marafiki wengi mnaoshinda na mnazunguka tu, baada ya kuzingatia maisha yako. Lakini sasa umejionea mwenyewe kuwa wengi wapo na wewe sio kwa kukupenda wewe kama wewe bali ni kwa ajili ya vile wanavyonufaika navyo kwako au kwa sababu ya mazingira fulani yanayowaleta pamoja. Shija halilia na kumkumbatia babu yake Mzee Makame. Akusita wala akuchoka kumbadilisha Shija, alianza kupanga mkakati wa kumfukuza mjukuu wake kwa vitendo. Aliamua kutokuzungumza sana, bali kumpeleka Shija kijiji jirani kwa ndugu yake mzee Baraka mkulima mkakamavu ambaye aliwahi kuwa kijana wa mitaani, lakini alibadilika kwa mafunzo ya maisha. Akamwambia Shija mpango huo. Siku moja asubuhi, alimwambia Shija, twende tukatembelee shamba la Baraka. Shija alikubali bila kujua safari hiyo ingetibu maisha yake yote. Shija alianza kuwaza na kujiuliza nafsini mwake, tunaenda kufanya nini, na kama ni kazi ni kazi gani hiyo? Mbona babu kanificha sijui, itakuwaje? Au ni mtego huu, anataka kujua kama bado anamchukulia kuwa amepitwa na wakati? Akaendelea kujiuliza bila kupata majibu. Walipofika shamba la Baraka walikuta kazi ya kilimo ikiendelea. Kulikuwa na vijana wa rika la Shija, walikuwa na furaha, wanatoka jasho lakini wakiwa na tabasamu. Baraka aliwakaribisha na kumwambia Shija. Mzee Baraka: karibu hapa kijana kwa siku saba utakuwa hapa kama mgeni wa kazi. Shija: Hapana babu, mbona hukuniambia? Babu akamjibu: ni kweli unachosema, hata sikutaka kukuambia kwa sababu najua usingekubaliana na mimi, kwani haukuwa na fikra yoyote ya kufanya shughuli kama hii. Shija: lakini babu, hii kazi ni ngumu, siwezi. Babu: sawa, lakini kumbuka wewe ni mwanaume na kijana ambaye unategemewa na familia hivyo unapaswa kufanya kazi bila kuchagua. Shija aliendelea kubishana na babu yake, sawa babu, lakini wewe unajua kabisa sijawahi kufanya kazi. Babu aliendelea kumtia moyo akimwambia, Shija, heshima ya mwanaume ni kazi, inakupasa kufanya, upaswi kutanguliza udhaifu. Shija alikubali akimwambia, sawa babu, nimekuelewa. Babu anasimama na kumwambia huku akimgonga mkononi, hii ni shule nyingine ya vitendo, nam, unaweza na utaweza. Kwa sasa nikuache upumzike, ujiandae na hiyo kesho. Shija alikuwa ni mtu wa mawazo mengi yakimsonga, huku akiwaza nafsini mwake, kama babu angeniweka wazi nisingekuja, maana kazi ya kilimo mimi ni wapi na wapi, siwezi kufanya, halafu marafiki zangu watanionaje? Asubuhi ya kwanza kwa Shija. Shija aliitwa saa kumi na moja alfajiri, huku akiwa na usingizi mzito na akitoa lawama kwa anayemwamsha. Alivaa kwa uvivu, aliamka, alipewa jembe, akaunganishwa na vijana wengine shambani. Vijana walimkaribisha huku akimtaka asijisikie vibaya kuamshwa kwa mapema, kwani ni kazi kama kazi nyingine. Tofauti ni muda wa kuanza kazi na kumaliza kazi, walimwambia Shija huku wakimwahidi kumpa ushirikiano kwani tayari amekuwa miongoni mwao. Jua lilichoma, jasho likatoka, mikono yake ikawa ni michubuko, wala alikuwa hawezi kushika kitu chochote kwa muda huo, huku mikono ikitoa majimaji kwenye sugu na akilalamika juu ya maumivu makali sana, kwani hakuwahi kufanya kazi za mikono japo alitumia muda mchache sana shambani kuliko wote. Alipolala usiku ule, alishindwa kuinua hata mikono yake, hata kugeuka alishindwa kutokana na maumivu mgongo na mwili mzima. Na kama wahenga wanavyosema mwanzo mgumu, ilikuwa hivyo kwa Shija, kwani cha moto alikiona siku ya kwanza kazini kwake, na hakutaka kurudi tena, lakini babu yake alimtia moyo na kumpa maneno ya nguvu licha ya kumwonea huruma alivyokuwa akilalamika juu ya maumivu. Na alienda mbali sana na kumwambia maisha ni magumu, mjukuu wangu, lakini bila kurudi kesho hautajifunza isipokuwa, utasahau haya maumivu, kwani hii ni shule nyingine ya maisha. Shija akimtazama babu yake kwa huruma na huku akitoa machozi ya ukimya, na mwishowe usingizi ukimpitia. Lakini ndani ya uchovu huo, kitu kipya kilianza kujichipua ndani yake na kujitambua Siku ya pili yake, shija kwa shingo upande aliamka na kujiandaa kurudi shambani, na siku ilikuwa ngumu kwa shija kwa sababu maumivu makali, na siku ikawa ngumu kwake, lakini aliendelea kwa kuwa alitaka kumridhisha babu yake. Siku ya tatu uchovu ulikuwepo, lakini alikuwa ameanza kuelewa baadhi ya kazi babu yake aliendelea kumfundisha namna ya kushika jembe vizuri ili asichubue mikono. Hata hivyo, shija alihisi kazi ya shamba ni ngumu, alitamani ingekuwa rahisi zaidi. Na hiyo siku alijitahidi kumaliza kazi kuanzia asubuhi hadi jioni bila kulalamika. Siku ya nne ilikuwa tofauti sana, kwani ilikuwa na upepo mwanana na jua halikuwa kali kama siku zote zilizopita. Alipofika shambani alishangaa kuona mimea waliopanda siku ya kwanza imeanza kuchomoza. Hali hiyo ilimpa faraja na matumaini na kuona kazi aliyofanya haikuwa ya bure. Hii ilikuwa ni siku ya mabadiliko makubwa sana, na alikuwa na nguvu zaidi na mwili wake umeshaanza kuzoea utaratibu wa mapema. Na mzee Baraka aliona hilo na akaamua kumpa majukumu zaidi kama kuangalia mipaka ya shamba na kuondoa magugu. Kwa mara ya kwanza alimaliza kazi mapema na akabaki kulitazama shamba kwa furaha akijisikia raha. Siku ya sita ilimjia kama mtihani kujitokeza jua kali mno, alihisi amechoka zaidi ya kawaida, lakini sasa alikuwa anajua kuwa kukata tamaa hakutasaidia. Alikumbuka maneno ya babu yake, akaendelea na kazi. Mwisho wa siku alikuwa amechoka sana, lakini pia alihisi nguvu za ndani ambazo hapo awali hakuzijua. Baadaye alipata mapumziko kwa muda mfupi baada ya majukumu ya siku. Ndani ya siku hizo saba, Shija alijifunza kutegemea, kuheshimu muda na thamani ya kazi. Aliona tofauti kati ya starehe ya muda mfupi na maisha yenye amani. Siku zilivyozidi kusonga, Shija alianza kuzoea maisha ya shamba. Alijifunza kupanda mboga, kupalilia, hata kumwagilia mimea kwa ratiba. Hapo ndipo Shija alianza kuelewa maana ya jasho la mkulima. Katika jioni hiyo tulivu, Shija alikaa chini ya mti mkubwa uliokuwa pembezoni mwa shamba. Upepo mwanana uliopuliza taratibu ukichezesha majani juu ya kichwa chake, huku akiwa ametulia kimya, macho yake yakielekea mbali kama vile akitafuta majibu kwenye anga la machweo. Usiku ulipoingia, anga lilijaa nyota nyembamba vilivyong'aa kama vishungi vya matumaini. Shija alitembea taratibu kuelekea nyumbani akihisi mwili umechoka, lakini moyo umejaa utulivu. Alipofika, alimkuta Mzee Baraka ameketi nje akifanya matengenezo ya dhana za kilimo. alimsalimia na kukaa karibu yake, lakini mara hii alikuwa na kitu kipya moyoni mwake. Kila siku muda wa usiku, mzee Baraka alikuwa na utaratibu wa kukaa na vijana wake, akiwapa somo la maisha. kama hutaheshimu muda na kazi, maisha yatakufundisha kwa njia ya ngumu, aliongea mzee Baraka, huku macho yake yakimtazama Shija. Shija alianza kuhisi aibu na kwa namna alivyokuwa akitumia muda vibaya mtaani. Katika jioni moja tulivu, Shija alikaa peke yake chini ya mti. Aliwaza maisha alivyokuwa akiishi nyumbani. Rafiki zake walikuwa wakimshawishi kutoka kila siku, sasa walimwonea wivu kuwa yupo shambani. hivi kweli nilipoteza muda wangu wote nikizunguka bila lengo? aliuliza nafsi yake Shija. Kwa mara ya kwanza alihisi kuwa maisha yake ya kweli hayako mtaani, bali kwenye kujituma. Alipokumbuka nyumbani, alitoka na kelele za marafiki zake na mzaa wa kila siku kutangatanga bila sababu, alijikuta akitabasamu kwa uchungu, na kwa mara ya kwanza alijioji nafsi yake kwa uzito, hivi nilikuwa napoteza muda wangu wote nikizunguka bila malengo? Swali hilo lilimchoma moyo wake, pia lilifungua njia mpya ya fikra. Aliangalia mikono yake iliyokuwa imechubuka siku ya kwanza, lakini sasa imeanza kuzoea. Aliangalia mimea iliyokuwa mbele yake iliyoota kwa uwai kwa sababu ya kazi yake. Ndani yake kitu fulani kipya kilianza kuchipua kama kupenda kazi. Alitumia muda mwingi kufidia siku za zamani za kutangatanga bila malengo. Kila jioni alikuwa anarudi nyumbani bila kujua kesho yake itakuwaje, lakini kwa sasa kila jembe alilopiga lilikuwa na maana na kila mmea uliotunzwa ulikuwa na ushahidi kuwa maisha yake yanaweza kutengenezwa kwa bidii. Akasema kimoyomoyo, sasa najua thamani ya kazi na najua thamani ya wakati. Na katika jioni hiyo hiyo, pasina kelele wala msukumo wa mtu Shija alijua shamba limekuwa shule yake mpya shule iliyomfundisha uvumilivu nidhamu na kupenda zaidi alipoinuka kutoka pale chini ya mti moyo wake ulikuwa mzito wa fikra lakini pia lakini pia matumaini alihisi kana kwamba ameamka kutoka kwenye usingizi mzito usiku mmoja mzee Baraka alimwita Shija pembeni nimekuangalia sana una akili nyingi lakini ulikuwa unazielekeza vibaya. Dunia sasa haivumilii watu wazembe. Baraka alimweleza maisha yake ya zamani, aliyokuwa mlevi na mtembezi aliyegeuka baada ya kupata hasara kubwa na kufukuzwa nyumbani. Uamuzi mdogo unaoufanya leo unaweza kubadili maisha yako yote, alimaliza hivyo mzee Baraka. Maneno yale yalimgusa sana Shija kama radi moyoni. Alijua sasa alikuwa kwenye njia ya mabadiliko. Siku ya saba ilifika. Shija alimwaga mzee Baraka kwa shukrani kubwa, alimkumbatia kwa moyo mweupe. Nitarudi kuonyesha matumaini hayo yote, aliahidi hivyo Shija. Ndipo Shija akaanza safari ya kurudi nyumbani kwao kijiji cha Seuri huku akiwa na matumaini na ushujaa mkubwa sana, huku akiwa na kutamani kuonyesha kwa vitendo kwa walezi wake ambao ni babu na bibi yake. Alipofika nyumbani, bibi na babu walimkumbatia kwa furaha, lakini waliona mabadiliko. Alikuwa mtulivu, mnyenyekevu na mwenye heshima. Karibu tena mwanangu, babu alitabasamu, huku akimtazama kwa imani mpya. Shija alitembea taratibu, akishuka kwenye kilima cha Mbuyuni. Jua la alfajiri likichoma mgongoni huku upepo mwanana ukipuliza harufu ya udongo ulioloa. Mafunzo ya wiki kadhaa kwa mzee Baraka yalikuwa yamembadilisha zaidi yalivyotegemea, sio tu kwa maarifa, bali pia kwa namna alivyotazama maisha. Msikilizaji, bila shaka, mpaka hapo utakuwa umejifunza kitu kuhusu marafiki wema na namna gani unaweza kubadilika. Mimi hapa ni Yusufu Msangazi, na hii ni 17 Plus TV. Tukutane kwenye simulizi ijayo.